Yani ukinielezesha na kuelemea cause yo I'm I'm not, I'm not young guys, I'm 27 hivi, kweli mimi ni mtoto? Ninajijenzisha mm tu, kuna muda lazima ufanye mdogo mdogo mabwana, what am I gonna do after 5 years, unaangalia, am I gonna still rent the house kwa sababu I have to pop out with $10 million dollar here We have to look good with this bandage dress which is a 300K. Eti dabidi ni vesti <tipos> na mimi nikikokoko haili kila siku mpya. Eti <tipos> nikirudia ngotaam we, mimi nimechoka. I want to speak my truth kwa sababu unataka kitu kilikaa hapa. Jamani, kama una wewe, ongea, sema, mkataa, kemea. Mdomo wako ndo baraka zako. Ukikemea kitu kinakuwa, usipokikemea kitakukemea. tu eh, eh, si yenye naogopa kuwasha na ile hiyo kama hii, Mungu alotupa leo. Unawasha hizi nini, matumizi mabaya ya umeme wai ni washa hizi hmm? matumizi mabaya ya umeme anakuwa kwa nini, washa hizi siku kama ile eh, uone Mungu kashusha kabisa baraka hizi, nchi imetulia. Wewe tu dili na madeni yako. Sisi sisi, joto umeme ah, dili tuna madeni yako. Kama mimi napo dili na hasira zangu. Kwa nini nilizaa na mpumbavu kwenye maisha? Alafu kuna mtoto leo anakuambia je, "De gigi, ni, yo, I like this." Nataka de nimzalie de na mbewe. Sintie zambi mimi, sintie zambi bwana wewe mtoka bwana, sintie zambi bwana wewe. Unazaa unazaa unazaa, unazaa. Babake kasemaje mwenye? Ataki, amekataa lakini mimi nimemwambia mtoto akizaliwa atajua wewe, utajua wewe. Hata fanana naye kama ndoza kolie baby. Hata mm, fanana naye. Ni watoto nyinyi, mimi naogopa. Nyinyi nyinyi, eh nyinyi nyinyi nyinyi. Mmeona hizo nywele? Mimi ni balozi wa dawa. Ila nguvu ya kujiweka mwenyewe kuna muda. Yaani niko very like I lose myself which is I'm praying to God so much to bring myself back. Inatamani sana nijikumbuke. Who am I? What am I capable of? What should I do? kwa sababu kuna muda unakuwa unaamka baby, unatamani tu kukuta hivi vitumbua na chai umetengewa, ule ukalale tena. Unawaza haya mambo ya kutokea na kutokea wapi, ndio unapoanza kuwa malaya, unaanza kupiga piga mabwana, mambo hayaliki mekumisi, unakuwa malaya. E, lazima uwe malaya kwa sababu umesahau. Hata kama una nguvu ya kutafuta hela umesahau, yani una stress, sema uwe malaya, utakuwa malaya tu. Unaanza kungangania mabwana, ukisikia bwana ana hela, wewe uko kwa waganga. Yani baby mzuri unaambiwa mtu anasifa kufanya mapenzi mpaka unasema kumbe ndo kazi yake. So, ah, kiboko hawana muda hawanioni. Yani, everything you make effort if it's not for you my friend is time. Losing time. Yani, in tim tafuta nyanya na miogo. Yani mimi hapa nimekaa nawaza jinsi gani ya kupata hela haraka bila kuteseka inaonijia <laughs> Oh. Ni umaraya malaya tu changu, dakika tano wewe, kama ujakitupa baby, unakidondosha au unakipoteza, ichi dakika tano ufiki sekunde unakidondosha

Na kwa nini ni wewe mwenyewe? I hope there's people like me out there. Yaani unapigiwa mtu anataka kujulia hali. Hello. Jamani sina hela, sina hela. Wena, hamna sikuombi hela. Haya, nani kafa? Pak uwin ujazoea kusalimiwa. Ujazoea kabisa kusalimiwa. Si unaelewa? Unaogopa yani kusalimiwa na watu like you know eh hey, eh. Ikiita tu maimamu unajua naye lisalisa nini tena? Unaogopa hata kupoke ukaiacha iite mpaka ikate. Yaani, yaani tuko kwenye stage ambayo unaweza kusikia ndugu yako amekufa, afu ile simu ulikuwa unaiangalia, kwa sababu una hela na utaki kuonekana wewe una na ndugu zako washakuwekaga wewe ndo nini. Nimetoka kuongea na mama, nimwambia atafute mtu mwingine wa kuifanya familia wewe proud. I'm tired eh, tafuta someone else wa kufanya tuwe proud, mimi nimeshiwe Eti pambana. Ukomboe atafute mkombozi mwingine. Tuko wanne. Tafuta mkombozi mwingine Lisa katika wanne, Velo kakomboe familia Yasmin. Jaribuni uko kama mnanisikia kumboeni. Takuja kutuua. Wewe jiulize napitia mashindano ya Instagram hapa na pale. Hujachoneshwa. Hujapigwa kichapo tu cha gafla pa ukaambiwa una hela. Huku hujage huko hujasikia mtoto anataka siju kunya, siju tumbo la gafla, siju kadondoka puu, mara mafua, mafua si mafua kisa tu umelipwa hela, mchezo unasikia tu mtoto usiku anapumua kama yani, kama kaekewa glori kwenye kifua. Ah jamani, jamani mtoto, umeiona hela au una umwa kweli wewe? Yani is something you can't even tell someone, kwa sababu unaamini haiwahusu watu, ila nyie inawahusu. Ntakufa ash I just need myself back. Bado tu niishi mwana kama kichaa, nijue ninapata hela. Kuna muda basi, nina boyfriend, ukutana ni wewe loyo, mimi ni wewe loyo tena Uyo uyo boyfriend kuna muda akupigi, unakuta. Yaani ukisema na naambia kasi, yaani mimi bwana wangu nikisema, ndio mnipe challenge, Gigi tembea mpaka boyfriend wako akupigie. Nyi mnanikuta Singida, Kigoma pale mwisho wa leo mnanikuta. Hapigi. Ndio lazima wewe ndio unakuta. Hivi unajua maisha gani yalipo, wewe naonyesha? Ya imagine you have a kid to bembeleza every day to tu, to tu, to laser to tu make sure she's kuwa cool on good mentality anakuwa na tabia nzuri unajitahidi asipite kuna mbaba we, inabidi umpigie kila siku. Halo mme wangu, umeamkaje? mm, naona mungu ni mwema kweli. umekunywa chai? We ujala ujui chochote. Yani utumwa gani huo? kwani mnatofanya hivyo yote? Si kwamba pia mapenzi yapo, lakini pia unawaza ugali wangu mimi. Huyu baba akisema sahivi kaniacha, naenda wapi? Unakuwa tena bala, kila muda unampigia Vipi kazini, kunaendelea? Wewe kazi zako zinakuhusu, ni umala umala tu. Mnatutia wanaume, mnatuchanganya, mnazaa na sisi, mnaoa mbele huko. Ah, unakuta mtu eh, mchelo umeisha. Sasa ni babako, na anajua una mtoto, unajua mnavotuzalilisha nyinyi masingoma, mnatuzalilisha nyinyi bwana, umenye mlozaga na mnatuzalilisha. Unaanza kujelezea mtu huko, mchelo umeisha. Yaani unaongelea vitu vya mchele, lakini huna shida na mchele Nikushinda tu kumwambia mtu sweti, baba yangu huyu maila huko, anataka gauni jipya kaletwa, sijui kinotibuku hapa kisemista, sijui tuzisimasimamu, sijui advance. Unakuwa tu unamwita mtu babaako, babako kati babako, mzee hujaita kumwona huu. Uh, utumwa tungeacha, alafu mnashangaa kwa nini